Sasa hapa nimefurahi kitu kimoja, kwamba hapa ina maana litakuwa ni shamba darasa. Tutumie elimu tunaoipata hapa kuilima ardhi yetu, yaani tunataka siku moja Tanzania ndio tuwe tunatoa mazao mengi nje ukilinganisha na nchi zingine. Nani wakufanya hivyo? Nyinyinyi hapo. Tunataka vijana wenye bongo kali na fikra pevu kwa ajili ya taifa letu. Hatuna wa kumsingizia wala wa kumpakazia, ni taifa letu. Elimu anayoipata vijana hapa inaenda kuwasaidia kwenda kujiajiri. Wengi wameanzisha vitaru vyao vya miti, wengine wameanzisha mashamba ya maparachichi, wengine wameanzisha biashara za matunda kwa, kwa, kwa, kwa ajili ya kuyauza. Kwa hiyo kwa hiyo vijana akitoka hapa, kwa kweli mimi mwenyewe ninafurahi wakienda huko uraiani wanafanya vizuri zaidi, wanafanya vizuri sana. Ninamshukuru sana kwa sababu tumeona watawala wengi wamepita katika nchi hii kwa ajili ya mbolea, lakini naona yeye ameweza kutusaidia sana kwamba mbolea ya ruzuku inapatikana. Hivyo sasa tunalima kilimo kwa, kwa furaha na amani, kwa sababu mbolea tunaipata kwa bei rahisi. Lakini miaka ya zamani kidogo, ilikuwa ilikuwa kupata mbolea ruzuku ni kazi nzito, unaenda kununua mbolea mfuko wa kilo hamsini shilingi laki moja na ishirini laki na thelathini, lakini sasa, kwa mfano, mbolea ya dip dap tunaipata kwa shilingi elfu sabini na tano ambayo inatuhamasisha kulima zaidi na zaidi. Kiujumla, hii miradi ya uzalishaji wa miche inatusaidia kwanza kupata elimu juu ya uzalishaji wa parachichi. Kwa hiyo kupitia huu mradi tumeona tunafaidika sana kwa sababu tunapata elimu ambayo ni miaka mingi tangu dunia imeumbwa haikuwepo, lakini kwa sasa tulikuwa tunaisikilizia nchi za nje, lakini sasa tunayo mkononi. Hii inasaidia pia katika masuala ya kuendeleza elimu ya vitendo katika Tanzania yetu. Tunafurahi sana kusoma kwa chochote kwa sababu tunasoma in practical. na pia elimu yetu inatusaidia endapo tutamaliza chuo kujiajiri wenyewe. Unaweza kufungua agrovet yako mwenyewe bila kuajiliwa, na hakuna changamoto yoyote ambayo tatokea endapo utajiajiri mwenyewe. Kwa hiyo, vijana, tusibweteke, tuendelee kujiajiri wenyewe kwa sababu vitu, vitu ni vingi vya kufanya ili tuweze kujiendeleza na tusilaumu serikali kwa sababu ya mambo yetu wenyewe, kwa sababu sisi tunasoma kwa vitendo. Kwa hiyo wanafunzi, ambao mpo huko majumbani, mmebweteka, mnailaumu serikali kwa wenye ajira, mnatakiwa mjiajiri wenyewe. Mnaweza mkafungua agrovet, mnaweza mkafanya chochote kile ili kuweza kujiendeleza huko mtaani. Mimi kama kijana nanufaika na elimu ya hapa ya chuo cha Mbalizi Polytechnic College, ambapo nitaenda mtaani, nina uwezo wa kuishi bila ajira na nikajiajiri mwenyewe kwa kutumia nguvu zangu na jitihada binafsi.